Mwongi wa mshauri hmm, anajifanya Mungu mdogo naye kwa kanisa yenye anaongoza. Ana hmm, adui amefanya ujanja leo, analeta mkanisa tamaa ya pesa hmm, na tamaa ya cheo. Ukitaka kujua mtu kama alikuwa rafiki yako kama ni mtu mzuri umpatie faranga hmm. Awe na pesa, utajua kama huyu alikuwa rafiki yangu. Wewe una pesa, yeye anapata pesa, utajua kama alikuwa rafiki yako

naye utamtambua kama alikuwa rafiki yako, kama hakuwa rafiki. Kama alikuwa rafiki yako wa kweli, utaona kabisa angali anakuongelesha, unaongea naye, anakutembelewa kutembelewa, ambayo uko chini, wenye we, we hauna grad we, lakini anakutembelea unafika kwake. Uh, anaambia wale wa polisi ama basoda wenye wanachunga security, siku fulani anakuya mamwacha ingi ule kabisa utasema ni kweli, lakini akishapata che ya wale watu wengine wote wa chini, anaona saa unyengelele kama kuua kukufe wa ngapi, bora tu yabaki eh. Na mbele kule kwetu, wakati dhahabu zilifunguka wakati wakavuma kabisa, franga zilivuma, ukavu zilianza kuvuma, mara kwanza franga zinachomoka misisi zinachoka mituga na eh, fasi nyingine walikali wenye walikuwa na franga

Hmm. Tunaona katika Wafalume ile sura Wafalume wa kwanza sura ya, ya tatu mstari wa kenda. E, mfalume yeye Sulemani Mungu alipomwambia aombe lolote ambalo anataka, hmm, aliomba dini ili aweze kujua kupambanua, ukisoma pale utaona ili aweze kujua kupambanua mema na mabaya, aweze kujua kuongoza watu Eh, na mfano mzuri, siku moja wakamletea mama wa mama wawili wakakuja, wako na kesi mmoja wako na mtoto wa kufa na mzima mmoja, yuko anasema huyu wa kufa ndio wa mwenzake, na mwenzake alisema huyu ni wa mwenzake, na anasema wa mzima, kila moja ni wangu na mwengine ni sasa. Mfalme akawaambia sema, mlete ule, ule mtoto mtoto, basi bakaleta ule mtoto wa mzima. Hmm. Ale, mkamati mungulu huku na huku, uh, mlete mulete kisu tumuchinji. Ule mwenye mtoto, akasikia uchungu, akasikia sivasa, umpatie mzeto. Ah, Sulemani akajua, ya, yeah, kumbu ya likuwa na gagajia mtoto. Haipo, <laughs> akabia si, uu mwana sema, wache mtoto aishi njoo mwenye mtoto. Mm. Eh, ile, sasa na sisi, tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Na katika hii safari ya kwenda mbinguni, Eh, hmm. Kuna tuko sa, tuko kuparkingi mm. Na hii parkingi e, yani tuko kukituo cha safari, na hii kituo cha safari kuna watu wawi, e, ama kuna fasi mbili, kuna njia mbili ambazo tutaziendea na kuna wale ambao wanaenda mbinguni na wale ambao wanaenda e, jehena. Mm. Kuna wale ambao wanafuata Yesu Kristo na wengine wanafuata shetani na sasa mara nyingi kuna vituo ambavyo naweza kuingia pale, unakutana ile kituo kuna e, fasi ya kukamatia basi kwa sisi wenye tuko huku, fasi kwenye wanakamatia basi pale pale pale, tuseme tukiwa hapa hapa hapa kwa hii kituo e, e, vile yetu katikati kati kuko basi zinaenda na, na na treni zinaenda pale pale hmm. lakini Wasafiri kila musafiri anajua anajua anajuwa eh, sauti ya chombo ambayo itampeleka pale palepale. Kama, kama treni ina klaksione ina inapiga honi ale pale bakwenda mutre bakutere banajua treni yetu inakuya. Kama ni bisi njuhiko, njuhiko, njuhiko, ah, bale, bakwenda mbisi ndio bisi yetu inakuya Na...